Habari ya kutu wapendwa, natumaini wazima na kila mmoja amekuwa akipambana kuweza kuhakikisha afya yake inakuwa bora wakati wote. Ikiwa tunaendeleza madarasa yetu na sasa tunaenda darasa la sitini ambapo kama hujafuatilia au ni malako ya kwanza unafungua video hii, unajua kuna video hamsini na tisa na kuna video nyingine ambazo ziko mbele za kufikisha madarasa mia moja ya kuweza kujibu au ni kitu gani ambacho mwanamke huwa anapitia pale ambapo anakuwa katika mizunguko ya kawaida, ni hatua gani za kuchukua na kuweza kuhakikisha afya yake inakuwa bora wakati wote wakati wa mzunguko wake a, au wakati wa hedhi na kuweza kuwa bora au afya yake kuweza kuidumisha kutokana na mabadiliko ambayo yanatokea aidha mabadiliko ya kimwili au mabadiliko ya kihisia. Kwa hiyo hii ni siri iliyojificha katika hedhi, ni darasa la 60 na kuna darasa la kwanza mpaka hamsini na tisa, na kuna darasa la sitini na moja mpaka mia moja. Jambo la kuzingatia ni hilo, kuhakikisha afya yako inakuwa bora wakati wote, kuhakikisha afya yako inakuwa salama wakati wote na kuweza kuhakikisha unakuwa bora kwa, kwa mwanamke lakini kwa hiyo mwenza ambao unaishi na mwanamke au unaishi na mazingira ambayo unakutana na na wanawake wengi, yani mambo lazima uyafahamu na kuweza kutoa ushauri njine, wow, wala, na ambayo, msaada, kine, kwa namna moja ama nyingine wale wanawake wote ambao watahitaji msaada. Lakini kwa mwanamke ambaye atakuwa salama, basi unaweza ukajua hichi ni cha kawaida, cha kawaida hichi sio cha kawaida, na kuweza kumchukulia hatua kama itakuwa mambo ambayo unaona haeleweki na yeye anajua jambo la kawaida, kumbe atakuwa anapitia changamoto hezi. Inarudishwaje baada ya kutoka kutumia uzazi wa mpango? Sasa hili ni darasa ambalo lazima ulifahamu na hatua za kuchukua ili kwa sababu mwisho wa siku kile kinachoendelea au hatua ambazo tutafanya kuendelea ni kuhakikisha afya ya mwanamke inakuwa salama. Kwa hiyo uzazi wa mpango kwanza unafanyaje kazi? Ili tuweze kuanzia hapo na kuweza kuchukua hatua na kuweza kujua kwamba unapoacha uzazi wa mpango nini huwa kinaendelea na hatua gani za kuchukua? Unapoacha uzazi wa mpango au uzazi wa mpango kwanza unafanya kazi sehemu tatu au kubwa tatu, yes, sehemu kubwa tatu ambazo kila mwanamke anapaswa kuzifahamu, kwa sababu mwisho wa siku unapofahamu uzazi wa mpango unafanyaje kazi au unatumia kwa sababu gani, basi utafanya maamuzi, aweza kuendelea kuwa katika matumizi uzazi wa mpango, aweza kuacha. Lakini hapa nakupa tafsiri na kazi ambayo inafanya, sikupi changamoto na faida zake za moja kwa moja, yani yani, sisi tunasemaje, nitakupa faida ya jumla, lakini iko na faida ndogo ndogo ambazo huwa zinatokea, lakini pia kuna hasara ndogo ndogo ambazo wanawake wengi wamekuwa zikiwatokea na kuamua kuacha kutumia uzazi wa mpango au bado amekuwa akiamini kwamba uzazi wa mpango sehemu ambapo sio salama moja kwa moja, na imani ambazo huwa zinajengeka. Uzazi wa mpango unafanya kazi katika sehemu tatu. Sehemu ya kwanza ambapo unafanya kazi ni kukata mawasiliano kati ya ubongo na mifuko ya mayai, lakini pia kuhusisha au inaenda kufanya kazi sehemu ya pili, katika mji wake wa mimba, ambapo tautengeneza utakuwa mwembamba zaidi wakati yai ambayo linatoka au tuseme tuanze moja moja, ili kuweza kupata maana halisi. Huwa inakata mawasiliano kati ya ubongo na mfuko wa mayai. Ubongo mfuko wa mayai unachavusha yai kila mwezi. Inapotokea mwanamke anatumia uzazi wa mpango, ovary haziwezi kutoa yai kila mwezi, na mwisho wa siku hakuna siku zake za hatari au siku ovul ovulation day inakuwa hakuna. Kwa hiyo ubongo unakata unakata mawasiliano kati ya mfuko wake mayai ambao ni follicle stimulating hormone na luteinizing hormone huwa zinazalishwa kila mwezi na kuweza kushuka uh, katika ovary na kuweza kusababisha uh, estrogen na progesterone kuzalishwa ili mwanamke aweze kuchavusha yai. Kwa hiyo, inapotokea imekatwa kwa mwanamke hawezi kuchavusha yai. Lakini sehemu ya pili, uzazi wa mpango unapofanya kazi ni pale ambapo uh, uh, katika mji wa mimba, au kila mwezi lazima utengeneze ukuta kwa ajili ya kuendeleza ile mimba ambayo itakuwa imetungishwa. Kwa ukuta ule unatengenezwa kwa kiwango kidogo sana ambacho hakiwezi kuhimili mimba inapotungishwa na sehemu ya tatu ambayo uzazi wa mpango unaenda kufanya kazi ni katika ute wa shingo ya kizazi, ambao unaofanya kuwa mgumu au unakuwa unaofanya kuwa mzito na kuweza kushinda kuruhusu kwa mbegu kuweza kuingia ndani. Lakini siku zake za hatari za kawaida ambazo mwanamke atakuwa atumie uzazi wa mpango, ule ute unakuwa mwepesi na unaweza kuruhusu mbegu kuingia ndani. Lakini kama utatumia uzazi wa mpango, unaofanya kuwa mgumu au mfano wa gundi, ambao haunaweza unaweza ku kuzuia mbegu kuingia ndani na kuweza kusababisha mwanamke kupata ujauzito. Kwa hiyo, hayo ni maeneo matatu ambayo uzazi wa mpango unafanya kazi, na kama umefahamu ni ni, basi lazima umefahamu, ili utakapofanya maamuzi ya kutumia uzazi wa mpango utakuwa unajichunguza, unajichunguza. Kwa hiyo ambayo unatamani kufahamu zaidi, yani una, unafanyaje kazi. Inaweza uione hedhi yako au upate hali ya ute mzito kabisa. Kwa hiyo ambayo umefuatia madarasa yangu ya, ya mwanzoni kabisa, utajua ni ku, namna gani ya kujichunguza uto utoka kwa shingo ya kizazi au position ya shingo ya kizazi na kuweza kuwa salama wakati wote au kuweza kutambua mabadiliko ambayo yanatokea katika mwili wa mwanamke. Kwa hiyo hizo <coughs> ni sehemu tatu ambazo ubongo unafanya kazi, lakini namna gani sasa uzazi wa mpango unaweza kurudisha aidha kawaida, unapotumia uzazi wa mpango na stopisha homoni za asili za mwili. Kwa unapoacha, zile homoni za kawaida huwa zinarudi. Zi, kwa sehemu ya kwanza ambapo itaanza kufanya kazi ni kuweza kusababisha ubongo kuweza kuzalisha homoni ya follicle stimulating hormone na luteinizing hormone ambayo inafanya kazi ya moja kwa moja kuweza kurudisha ile hali ambayo mwanamke alikuwa hana vipindi ambacho anatumia uzazi wa mpango na baadaye, yai itaanza kurutubishwa na mwisho wa siku mwanamke ataanza kuona hedhi ya asili ambayo mwanzoni kabisa inaweza kaona spots bleeding, yani damu ambayo ni nyepesi kiwango kidogo ambacho pia kinaweza kikamtilia mashaka, yani swali kubwa ni kwamba, yani baada ya kutumia uzazi wa mpango ni wakati gani au nisubiri kipindi gani, ili niweze kupata uzazi au niweze kupata hedhi ya kawaida ya asili? Sasa kuna mabadiliko mengi ambayo yanatokea, au kuna sababu nyingi ambazo huwa zinatokea hapa, kama utakuwa umetumia uzazi wa mpango mbalimbali mbali, ambao tumesema uzazi wa mpango ziko nyingi. Inaweza unaweza kutumia njia kunyonyesha, au kutumia njia za kisasa za homoni, au kutumia sindano, yes na njiti, au kupachika kijiti, kupachika kijiti, lakini kuweka kitanzi. Hizi njia zote ambazo huwa zinatumika na kila mmoja na namna yake kufanya kazi. Kwa hiyo njia ambazo zimekuwa zikitumika muda mrefu ni njia ya kijiti au njia ya sindano. Kwa hiyo mwanamke ambapo anatumia njia ya kijiti anapotolewa, basi hedhi yake na inakuwa katika mazingira ya urahisi za kabisa kuweza kurudi. Yani hakuna kitu ambacho kinaonyesha, yani kitoka mwisho moja kwa moja. Lakini ule ambaye alichoma sindano, kwa hiyo anaweza akakaa muda mrefu miezi sita mpaka mwaka huweza kurudi katika hali yake ya kawaida. Jambo la kuzingatia ni njia ipi ambayo ulitumia, lakini yule ambaye anatumia sindano yeye mara nyingi huwa anachelewesha kidogo uweza kurudi njia yake ya homoni za uzazi wa mpango. Lakini yule ambaye atakuwa zaidi au manake ametumia njia nyingine, ebasi anaweza akawa kurudi mapema zaidi ndani ya miezi miwili mitatu mpaka sita huwa mzunguko umerudi kawaida, mzunguko wa sinu huko umerudi kawaida. Hivi ni vitu vya kufahamu na hizi ambayo unafanya kazi hasa ambao unapitia changamoto baada ya kutumia uzazi wa mpango basi, inawezekana mwili wako ukua vizuri ikawa sababu mojawapo ya kuweza kutumia uzazi wa mpango, au au kuna namna ambavyo unaendelea au mwili umekosa madini muhimu na kupelekea kupata changamoto pale ambapo utakuwa umeacha uzazi wa mpango. Hii ndio darasa la 60 kwa sababu darasa la 61 na zaidi, ili kuweza kuelewa kitu gani ambacho tunakizungumza hapa, endelea kusubscribe na, kushare na kulike ili kuweza kupata madarasa mengi zaidi ya kiafya yanayohusu afya ya mwanamke. Asanteni. Na mpaka wakati mwingine muwe na siku njema.